Vitu ambavyo ni natural. Oh yeah, ni muhimu sana. Bila chemical, yeah, ni asili asili zaidi kwa afya. Mm -hmm. Unielewa eh? So hapa tunayo almond oil. Hebu chukua tuone. Okay, almond oil. Mm -hmm. Ni 100% natural and ni mchanganyiko ya kitu chochote. Cho cho cho. Anatumia kuanzia watoto, baby, mpaka watu wazee. Naweza kupaka kwenye nywele, kwenye ngozi, Iko vizuri sana. Mm-hmm. Alafu hapa tunayo toothpaste. Dawa ya uswaki. Yeah. Very very nzuri sana. You know, amna my chemicals, 100% natural. Alafu hapa tunayo black Black black seed seed oil. Ah, na ni ile. Eh, black seed ya. Black seed oil kwa ajili ya ngozi na kwa ajili ya ngozi pia. To moisturize. Eh, Mm. Alafu hiyo tunayo Fried and ko ko ana... Yeah. Iui kuotesha nywele, kitunguu kina mafuta Yes. kama hionamtuvizuri kwa ajili ya nywele, anampa nywele yako ngumu shine na mosho, anazuia nywele kukatakati. Hapa tunayo hiyo, hapa anaitwa Amla, inatokana na nini

Naweza ku afford bei be yake ni vipi? Watu wanaweza kununua hiyo uh, elfu nane kwa leo, iko uh, kwenye promotion price. Eh, yeah. Uh, alafu toothpaste zetu ni elfu tano tu ni yeah, rahisi sana, alafu almond oil kwa sababu ni natural, ni asili, hamna mchanganyiko ni elfu mbili ishirini na saba uh, alafu tunayo kwenye kapsu zake pia hiyo yeah, unaweza kumeza

Product zetu ni mzuri sana, ni asili, alafu ni kwa bei nafuu. Asante sana. Karibu sana.